Liko. Sasa kuna wajingajinga jinga wanasema hivi msipoenda oh, kwenye uchaguzi chama kitakufa. Jamani, tumekwenda kwenye uchaguzi mwaka jana mwezi wa kumi na moja, tumepata nini? tumepata nini watu wetu wameuawa wa, watu wanne wameuawa kwa sababu ya uchaguzi wa vijiji na mitaa mwaka jana. Tulienda kwenye uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini waliua watu zaidi ya ishirini na tano Zanzibar, wakaua watu Tunduma, wakaua watu Tarime. Tulipata nini? Tulipata nini? Tulikwenda kwenye uchaguzi elfu mbili na kumi na tisa wa vijiji, Magufuli aliufuta wote. Tulienda tulipeleka wagombea, tulipata nini? ka tukienda mwezi wa kumi tutapata nini cha tofauti na mwaka jana na elfu mbili na ishirini na elfu mbili na kumi na tisa? Tutapata kipi cha tofauti? Tutapata kipi cha tofauti? Wanaousimamia ni wale wale, Walio haribu mwaka jana ndio wanaosimamia mwaka huu. Walio haribu elfu mbili na ishirini ndio wanaosimamia leo. Walio haribu elfu mbili kumi na tisa ni wale wale tukienda. Chama kinakufanya chama kinakufanya kufanya ye wote mtaenda mtenda, CCM. Tusipoenda eh, kwenye uchaguzi hamtapata ruzuku, tunaambiwa hatutapata e, ruzuku. Kumbe shida sio kwamba watu wetu wanauawa, shida sio kwamba watu wetu wanaenda kuumizwa shida ni kwamba twende ili tupate ruzuku, tupate ruzuku. Hiyo ruzuku inafika ina Masasi, inafika huku, na haya maisha ya e watu bei hey, kumbe ya watu maisha ya e watu ni ruzuku kwa vyama vinavyoshiriki upinzani wa kuchaguzi. Nilidhani kwenda kwenye uchaguzi ni kwenda kutafuta viongozi. Kumbe kuna watu wanawaza pesa, hawajali watu kufa. Ndio hivyo sasa, sisi ndugu zangu wa Masasa linalowezekana kuhamasisha umma wa Tanzania kuzuia uchafuzi.